Haya, mje vipenzi vyangu, mje vipenzi vyangu kwenye kilinge cha umbea, time ndo hii. Niko hapa Madam Mswahili because of nyenyi kuwaletea umbea, vipenzi vyangu eh? Haya, mje mwone mambo ya mjini yanayoendelea, mambo ya wasanii wenu ya masuperstar wenu <laughs> Hey, nachoka ah, nachoka Zara. Basi bwana, kama ni mgeni wa channel hii, hakikisha una subscribe, una share, una like, una comment. Usisahau kugusa alama ya kengele ili ninapoposti video yoyote, basi wewe inakuwa wa kwanza kukufikia. Shabiki yangu kindakindaki, sogeeni eneo la tukio, mje mjione mambo. Nyinyi mnajua kutumia hela, nyinyi eh? Mnajua kutumia hela eh? au baili tena moto, watoto zenu mnawapeleka kusuka wapi? Eh? Watoto zenu tena nywele zikifumka, mfumo hapo ni kusuke babutu, unafumua mtoto nywele unamsuka vitunguu. Nywele zimefumka, eh, mnaenda kwa Mama Bakari chukua 500 hii, nenda kasuke. Sikuku umemwekea mwanao bajeti ya kusuka 5000 Mama Asha, uogopi? Ah, hapana kwa kweli. Mwatoe watoto zenu mwapeleke saluni kubwa kubwa wakasuke, mtoe mahela huko ya maana, wapendeze watoto. Basi bwana. Hii posti ya mara amala nadhani mnamjua Amara, hey, young postia, mtoto mm -hmm. Superstar, mtoto mdogo lakini superstar, mtoto wa Paula. Basi baada ya ile clip iliopostiwa kwamba Amara amesuka nywele za laki sita like this, yani mfano kama huyo mtoto unamwona hapo, nywele ziko kama hizo ni za Tsh laki sita Tanzania mane Sizungumzi pesa ya huku China nilipo mimi, nazungumzia aaa hivyo vinywele ya Tanzania, ivo na zunguka, zunguka. Apoka, mizizi ya bangi. Hivyo vinywele unavyoviona vilivyodabu kwa kama chichoro kukosa afya, ndo mnasuka kwa shilingi laki sita. Amara alipostiwa na rasta zinazosuka hizo hizo prima fantastic aliyosukia ni laki sita. Ndugu yangu usizue taaruki kwa watu wa mitandaoni bwana, ile klipu ilizua taaruki kwa watu wa mitandaoni hey. Mm. Hmm. Ilizua bonge la taaruki, unaambiwa heka heka tafulani, kila mtu anachambia kwake. Watu walichamba walichamba, utafikiri hawaendi chooni tena. Make soko kuchamba huko nachamba mpaka unakuwa mweupe. Watu walichamba watu walichamba, kila mtu alichambia kwake kwa nywele gani za laki sita? Mnajishaua, mnajifanya we. Paula, unahela sana, unampeleka mwanao pesa iende kachezewe nywele laki sita. We mwenyewe usuki nywele laki sita, unajifaa, unampeleka mtoto akasukwe nywele laki sita. Nakwambia, si maneno dada, kila aina ya maneno. Nakuambia wasanii mnaekaeka, wasanii mna tabu, mnajifanya wajiwaji sana, nampeleka mtoto akasuka nywele laki sita e, wakati mimi huku mwanangu uswahilini nywele za sikukuu elfu tatu nywele za kuendea shule mia tano akinichanganya, nikiona sijakaa sana, namweka chini namsuka mwenyewe makonga, mtoto anaendea shule. Watu nambo walichamba, hatari, kina mama Bakari walichamba kina mama Mwajuma kina Mwajuma Juso wote chambe vizuri sana sasa. Ndugu zangu niwaelimishe kidogo kitu ambacho amkijui. Najua mnaochamba huku ndo huko kuwapenda umbea wa YouTube, ndo wapenda umbea wa Instagram. Ehe, tunadhani wengine komenti zenu kule <laughs> zilikuwepo za kuchamba. Niwaeleweshe kidogo, kuna utofauti. Yani maisha yako hivi, maisha yanabadilika sana. Kuna kipindi unakuwa wewe unatumia elfu mbili kulingana na kipato chako yani, hata itokee nini, hauwezi kuzidisha zaidi ya elfu mbili kulingana na nini? Na kipato chako, na ndo bajeti zako ulizoziweka kwa kipindi hiko, kwa sababu unajua kabisa mfuko wako una uwezo wa kuingiza elfu mbili. Kwa hiyo utatumia buku jelo, mia tano kama akiba. Mwenye akili, ambaye una akili, ndo unatumia yote, unajua kesho unaingiza tena. Kwa hiyo kama hii kipato chako cha kuingiza elfu mbili au tano, huwezi kutoa katika elfu mbili elfu moja nzima ukampeleka mtoto kusuka, ni lazima utamwekea bajeti ya mia mbili kusuka, mia mbili elfu moja mia nane matumizi mengine. Ndo kama hao wenzenu mnawaona au masupasta mnawasema akaenda kusuka nywele ya milioni moja akampeleka mtoto kusuka nywele za laki sita ni kwamba kipato chao ni kikubwa. Mfano mtu labda, let's say tuseme anaingiza labda milioni tano kwa mwezi, si ndio? Sasa ile milioni tano mfano anashindwa kutoa kwenda kusuka hizi wiki mbili mbili ndani ya wiki mbili, matumizi umu, na ndo kwa mtu anatumia matumizi kulingana na kiwango chake. Kama mimi zamani aasndakta gamwanga kipindi kwa Tanzania, nilikuwa najua kiwango changu kabisa cha kutumia, labda kwa siku mimi bila yangu ya kula ni elfu ishirini. Basi nilikuwa siwezi kuzidisha zaidi ya elfu ishirini kwa sababu nilikuwa najijua kipato changu. Kwa siku nitaingiza elfu hamsini elfu ishirini ya kula, elfu thelathini akiba na mambo mengine. Kwao nilikuwa siwezi kuzidisha zaidi ya kipato hicho. Kwao pia nilikuwa na uwezo kila siku naingiza elfu hamsini Basi hamsini nitakayoingiza leo nitoe thelathini, nikasuke, ishirini niweke. Ushaelewa eh? Kwa sasa kila kipato kinavyokuwa kwa sasa hivi, mimi nawatolea mfano, labda naishi China. China, naweza nikatoa labda kwa siku nikala mia hamsini, au RMB mia thelathini, ambayo RMB mia thelathini, RMB mia ni thelathini na tano ya huko Bongo, ushanielewe? Haya, Ukiplus thelathini ni Uki kama elfu kumi na ngapi kama elfu kumi na upuuzi. Kwa hiyo ina maana hapo ni kama natumia elfu hamsini kwa siku ya huku kwa ajili ya bajeti yangu tu ya kula. Tena hiyo nimekula chakula cha hali ya chini nimejibana na sijala chakula kikubwa nimekula labda cha kichina cha bei rahisi sijaenda kula African food. Kwa maana nikitoka nikienda kula African food nitatumia kwa siku 200. 200 ni elfu sabini ya huko. Ambayo 200 ndo nitakula asubuhi nitakula mchana na jioni. Na hapo nimekula African food chakula cha kawaida, let's say hubwabwa, nyama, maharagwe, labda sijui mchuzi. Hivyo. Ushanielewa? Kwayo nitatumia elfu sabini ni Kuhu kwa siku, sijui mnanielewa? Kwao nishajiwekea mi, naingiza RMB mia tano kwa siku, RMB 100 ni pesa yangu, RMB 200 bl labda ni ya kula, au mia ni ya kula. Kwao siwezi kuzidisha bajeti zaidi ya hapo. Kwao, mtu mwingine nikimwadisia, mi kwa siku natumia elfu sabini bwana, kwa kwa hela ya kula, mtu anaweza kusema hii elfu sabini yote akaiona nini elfu sabini akaiona nyingi, lakini sio nyingi, ni kutokana bajeti yangu navyoingiza na maisha yalivyopanda na matumizi yangu na mzunguko wangu na sehemu niliyopo. Kwa wao wanatumia hivyo kulingana na bajeti zao. Sasa nyinyi mlichamba, mlichamba vizuri sana, eti laki sita mmechanganyikiwa sijui nini. Kwa anaona pesa anayopata Paula na mume wake ina deserve kwenda kusuka hivyo, mm, ila ndugu zangu, twende mbele na kurudi nyuma inataka moyo.

mia tano ukienda hapo bunda bukujero sio? Ukienda hapo kaliako leo nikampeleke mtoto dabud dabu, dabu, kadabuk wa nasukwa hivyo laki ngapi? Laki sita? Awe ai nataka sawa. Kipato changu kimekuwa kulingana na mzunguko wangu wa pesa, lakini kwa laki sita, kwa hiyo sitoi. Mi binafsi sitoi, madam wenu sitowi, sijui mnanielewa vizuri, sitoi basi bwana, watu wakachamba wakachamba wakachamba wakachamba tena. Lakini kwenye elfu hamsini sabini thamanini laki naweza nikatoa, akasukwa hivo. Lakini laki sita moja mbili tatu nne tano sita, awesi toi kwa nywele hizo. Yani kuna maana hapo, kila nywele moja iliyokuwa hapo, maana vinywele vyenyewe naviona viko yambu yambu, zinahesabika. hata nywele ishirini hazifiki kwao, kila nywele moja hapo elfu kumi au bei gani? Kaa hapana, mi binafsi mtansamee, sitoi sitoi sito, hata kidogo basi unaambia udugu zangu wakachamba, haiwezekani. Anaenda kusuka mtoto nywele kama hizo eti laki sita? Mnatoa laki sita? Nyinyi mmechanganyikiwa! Laki sita kwa kipi? Wakati huku mafatuma anasuka elfu tatu, mama wa Juma anasuka kesi fulani. Jamani, mashauzi yaendane na kipato, au wenyewe wanaona kipato chao kiko sawa na ndio maana wameona wafanye mashauzi hayo, mtoto asuko nywele za prima bunda moja la bukujelo kwa laki sita. Eh. Kwa ndugu zangu nyi, pambaneni na hali zenu, endeleeni kuwapeleka watoto zenu kwa kina mama wa Juma wakina mama Fatuma wakasukwa kwa elfu mbili mia tano kwa elfu tatu pambe tu. Mtoto alosukwa elfu tatu mtaani akanoga, ukimleta ukimsimamisha na uyo amara mara alosukwa kwa laki sita alosukwa kwa elfu alosu tatu kadamshi vizuri lakini pia mtoto anapata service nzuri huko kwenye laki sita. Tunaenda mbele na kurudi nyuma, mi naye sijui niko wapi, sijui ndo bendera inapata upepo. Tunaenda mbele na kurudi nyuma. Mtoto anapata service nzuri, mtoto ataimbiwa nyimbo wakati wa kusuka, mtoto atapewa chakula, mtoto atapewa yogurt. mtoto akilia kidogo anabebwa anatolewa nje, mtoto atafanywa hivi. Huduma zake ni nzuri vipi? Huduma zake ni pambe vibaya sana ko ana deserve kutoa hizo hela. Mtoto anabembelezwa atamani kumkumbuka mama yake wala baba yake. Pipi mama ziko hapo, biskuti ziko hapo, yogati mama ziko hapo. Sijui vidubwana gani vya kutafuna kuchangamsha mdomo udambwe kudambua viko hapo. Ka hapana kwa kweli. Haya ndugu zangu. Nawakaribisha mchezo wa elfu kumi na nane na mia tano tu kila siku wanatoka mtu. Unatoa t shillings elfu kumi na nane mia tano kupokea jina moja milioni moja na laki saba. Kwa watu wale wanaopenda michezo, vipenzi vyangu, mnaweza mkanicheki ukakomenti hapo madam, ni hadi kwenye mchezo nikakuadi, ukaweka namba yako nikakuadi kila siku elfu kumi na nane mia tano kwa mliokuwa Tanzania. Kwa watu ambao mlokuwa China kila siku rmb hamsini na tano unapokea rmb elfu tano kwa mlokuo wa tanzania ni elfu kumi na nane mia tano kupokea milioni moja na laki saba jina moja ukiwa na majina mawili milioni tatu na laki nne ukiwa na majina matatu milioni tano na laki moja mshapata hela mtaji mshapata misingi mna uwezo wa kumwagiza madamu wenu mizigo china ikawafungia mizigo na ikaja tanzania Karibuni sana pia, kuna mchezo wa elfu tano na mia tano kila siku, anatoka mtu na laki tano. Mnachangiana kila siku elfu tano mia tano mnamtoa mwenzenu na laki tano jina moja. Karibuni vipenzi vyangu, baadaye umbea kama kawaida, anapandisha tena.